Kuna matamko yameanza kutoka kutoka kwa viongozi uh, mfano mzuri ambao tunao kuna huu umoja wa wahadhiri wa dini ya Kiislamu, kuna matamshi yalitoka ambayo si mazuri ya kushambuliana na viongozi wa madhehebu mengine ya dini. Niwaombe sana niwaombe sana na hasa kwa wakati tulionao huu, ni wakati wa viongozi wa dini kuwa mchango wa kujenga na si kubomoa. Haya matamshi yanayotolewa, mnaweza kuyaona kama ni matamshi madogo madogo, lakini madhara yake ni makubwa. Nchi yetu hii imekuwa katika historia ya umoja mshikamano, bila kujali itikadi za kidini. Leo kiongozi yoyote anapotoa tamko kushambulia dhehebu jingine, dini nyingine, kwa kweli ni muombe sana kiongozi wa namna hiyo. Lakini pia viongozi hao wajue pia kwamba na sheria zipo, wajue kwamba matamshi ya uchochezi, hata uwe shehe, hata uwe padri hata uwe mchungaji, vyombo vikijiridhisha na uchunguzi kwamba matamshi hayo ni hatarishi, utashughulikiwa. Hapo ndo mtaanza kusema polisi wanaingilia wana, wana, wana, wana mambo yetu ya dini. Lakini ni vizuri, uhuru wa kuabudu uliomo kwenye katiba yetu utumike vizuri kujenga nchi, yasikubomoa nchi. Msimamo wangu kama Mwesigwa, ninapingana na ninapinga matamshi yote yaliyotolewa na viongozi wa dini zote, wa dini zote ya kuonesha kwamba dini fulani haijaridhika au dhehebu fulani linaweza kuwa chachu ya kusababisha movement fulani kwenye nchi yetu si nzuri, si nzuri, si nzuri, si nzuri kabisa, na haifai, na sote tuikemee. Na nadhani waandishi wa habari pia, mimi nilikuwa pakazi, waandishi wa habari, kama kuna eneo pia la kusemea na kukemea ni hilo. Unapoona watu wanaacha vyama vyao wanaanza kuhamia kwenye dini kesho watahamia na kwenye makabila yao. Kitu ambacho ni hatari. Na niwaambie viongozi wa dini, inawezekana msifahamu lakini hizo pia ni mbinu za kujenga nyufa kwenye nchi yetu. Hawa wenye nia ya kupasua nchi yetu wanatafuta kila sehemu yenye mwanya. Wakiona kwenye dini kuna mwanya wanapita huko huko. Wakiona kwenye siasa kuna mwanya wanapita huko huko. Ili mradi mwanja umepatikana. Sasa, ninyi mnaweza mkasema sidhani haya matamshi kama yanafurahisha yoyote. Na sidhani kama kuna mtu anaweza kufaidika na matamshi hayo. Na sidhani kama nchi yoyote hiyo kufanikiwa kwa kutofautiana. Naamini jamii yoyote, nchi yoyote inafanikiwa kwa kuungana, kwa kusikilizana. Nini ni mashahidi? Sisi hapo Tanzania Muislamu anaoa Mkristo, Mkristo anaoa Muislamu, asiyekuwa na dini naye anaoa. Ndio jamii yetu, jinsi tumeishi hivyo, na tumekuwa na utulivu mkubwa sana. Sasa leo inapokuja hii eh, mimi umekuja hapa mwandishi wa habari, hata dini yangu huijui, na huna mpango wa kuniuliza, na mimi siwezi kukuuliza dini yako wala kabila lako. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika misingi ya kujenga umoja na mshikamano tuliojengewa na waasisi wetu ni kuepuka mambo hayo ya kutambuana kwa matabaka mbalimbali. Kwao niwaombe viongozi wa dini, huu mchezo wanaoanza, mchezo mbaya sana ni mchezo mbaya ambao unaweza kugharimu taifa letu. Lakini pia vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ni vyombo pia na vyenyewe visifumbie vizifu, macho. Matamshi hayo ni vizuri, kwa maoni yangu, watu wakaitwa na wakahojiwa wanamaanisha nini katika hayo, bila kujali nafasi yao katika dini, kwa sababu nchi hii ni bora kuliko kila mtu aliyoko hapa. Amani yetu, mshikamano wetu sisi ni mkubwa na thamani kuliko kiongozi wa dini yoyote. Kwa hiyo ni vizuri hata vyombo navyo ni vishauri, visione kwamba wala visitishike au kuogopa kwamba shehe fulani ikaongea, sio tukimshika tukimoja itakuwa hivi au paji ikaongea askofu no, hatua zichukuliwe equally similar, bila ubaguzi, bila uonevu, bila chochote, ili mradi nchi iweze kubaki salama na watu wote tufuate taratibu kama tunavyoelekezwa na sheria zetu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe like, kushare na kucomment.